shalom shalom ndugu mheshimiwa na mtumishi wa mungu kwa unyenyekevu mkubwa na kukaribisha katika maombi ya kuliombea taifa letu ni haja moyo wangu ninasikia amani kuomba pamoja na wewe biblia inasema nasi kwenye kitabu cha zaburi sura ya thelathini na tatu mstari wa kumi na mbili heli taifa ambalo bwana ni mungu wao tunahitaji kuomba kwa ajili ya taifa letu ili mungu aliongoze taifa mungu awe katikati ya viongozi wetu Taifa ambalo lina viongozi wenye hofu ya Mungu linaweza kuwa na matokeo makubwa kuliko taifa ambalo viongozi wake hawana hofu ya Mungu. Tunahitaji kuomba kwa ajili ya uchaguzi ulio mbele yetu. Tunahitaji kuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao wamechukua dhamana ya kuweza kuwa wawakilishi wa wananchi na kwa nafasi mbalimbali mbali za kiserikali. Nami kama mtumishi wa Mungu kwa kibali na neema ambayo Mungu ameweka ndani yangu, nataka niombe pamoja na wewe, tuliombee taifa letu, tuiombee amani yetu. Tuombe Mungu atupe viongozi wenye hofu yake, viongozi waliotoka kwake. ikumbuka kwamba uongozi unatoka kwa Mungu, na mamlaka zote ambazo Mungu ameziweka basi, zipo kwa ajili ya kumwakilisha yeye. Tunahitaji tupate viongozi ambao wana uwakilishi wa kimungu ndani yao. Watu wenye hofu ya Mungu wanaweza kubeba neema ya Mungu, kuipeleka mahali ambapo katika hali ya kawaida haikuweza kufika. Nami naamini ya kwamba Mungu ataenda kuleta kibali na amani. Basi kwa heshima hii nataka niombe pamoja na wewe, naamini Mungu ataenda kutenda kitu kwa ajili yako na kwa ajili ya taifa letu. Bwana Mungu, tunakuja mbele zako, tunaomba rehema tunatubu kwa ajili ya taifa letu. Huenda kuna mambo yanayoendelea kwa siri pasipo sisi kujua. Nyakati kama hizi ambazo ni nyakati za uchaguzi kwetu, kila mmoja anamtafuta Mungu wake, kila mmoja anasimama kwenye imani yake. Natambua ya kwamba si kila mmoja anamwamini Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Wako wengine wanaamini katika miungu na katika ibada za sanamu. Ni wakati huu, Mungu, tunakuomba kwaonekane. Kipindi kama hiki ni kipindi chenye namna nyingi ya upinzani, kila mmoja anajaribu kupinga kiroho na kimwili kwa njia ya Yesu Kristo upo uponyaji na ufungulivu. Nami nainua nguvu yako Mungu, nainua hofu yako Mungu, kwa ajili ya watu ambao umewateua. Nami napinga kila mipango ya shetani juu ya taifa letu. Nakataa kataa umwagikaji wa damu, nakataa hila, nakataa mipango ya shetani inayoendelea kwa siri na iharibu katika jina la Yesu Kristo. Kila miungu inayoinuliwa wakati huu, kila sadaka inayotolewa wakati huu, kila makafala ya giza yanayofanyika wakati huu, nayabatilisha katika jina la Yesu na kualika Mungu ukawe kiongozi wetu. Nakualika Mungu ukawe msemaji wetu. Nakualika Mungu ukawe mwamuzi wa haki katika jina la Yesu. Nami napindua kila mipango ya shetani, naharibu katika taifa letu, naharibu katika uchaguzi. Kila mipango ya giza inayoendelea kwa siri, naibatilisha kwa jina la Yesu. Nakualika Mungu nayetupa amani, achilia amani, achilia nguvu kwa ajili ya wale watu, watu ambao wameamua kusimama katika nafasi mbalimbali za uwakilishi. Baba, achilia neema na wepesi, kila u uzito ninauondoa, kila hofu naiondoa, kila mashambulizi kwa wale ambao wanakutumaini Mungu ninakataa kwa jina la Yesu na kuinua mtumishi wa Mungu unayenisikia saa hii. Mungu akutie nguvu, Mungu akuwezeshe, Mungu akupe neema na kibali, na kuombea ulinzi wa nguvu za Mungu. Kila mitego ya ajali, mitego ya hofu, mitego ya shetani inayoinuka kwa namna nyingi naikataa kwa jina la Yesu. Napindua kila kiti cha ule mwovu shetani, napindua kila mpango wa giza juu yako, kila wanaojipanga kwa siri ili wakuletee vitisho na kemea kwa jina la Yesu. Ni wakati huu nakuinua, ni wakati huu ninakuombea, nuru ya kimungu iambatane pamoja nawe, malaika wa zamu, malaika wa ulinzi, malaika wa kuleta kibali wawe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Naachilia neema ujasiri katika kinywa chako, Roho wa Mungu akalete matokeo, Roho wa Mungu akakupe cha kusema, pokea ujasiri kwa jina la Yesu. Kila hofu naikataa, kila hofu naikataa, kila udhaifu wa kila namna na ukataa. Mungu akusaidie, Mungu akutetee Mungu akupake mafuta kama Daudi alivyopakwa mafuta, akaenda kuwa mwakilishi, akaenda kuwa kiongozi. Nami naachilia mafuta yale yale yamiminike juu yako, mafuta ya kibali, mafuta ya kukubalika katika jina la Yesu. Napindua nguvu za giza, napindua uchawi na uganga na uharibu katika jina la Yesu. Kila nguvu za kipepo nazinyamazisha kwa jina la Yesu. Naharibu kila nguvu za giza zinazojiinua juu ya taifa letu, nakataa kwa jina la Yesu. Upinzani wa kuzimu na ukataa kwa jina la Yesu kila nguvu za kichawi, kila nguvu za giza, kila mataifa ya giza ambayo yanaalikwa kwa ajili ya kuleta upinzani wa kipepo nakataa kwa jina la Yesu. Najua ila hila za shetani nyingi, anaweza katumia mtu mmoja kuliharibu taifa, anaweza katumia kikundi cha watu kuharibu taifa. Nakataa kwa jina la Yesu. Bwana, naliinua taifa la Tanzania, nainua taifa Tanzania, nainua na viongozi wako, nainua wale watu ambao, Bwana, umewaamini. Naachilia kibali katika uchaguzi, naachilia neema katika uchaguzi, naita nguvu zako Bwana zikatawaa naita neema yako Bwana katawale. Nami nakuombea mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amekupa neema ya kuwa kiongozi. Mungu aachilie neema juu yako. Naachilia malaika wa zamu wakuinue, wakutetee, wakutetee, wakupiganie katika jina la Yesu. Maombi haya yafuatane pamoja nawe utakapoenda, utakapotoka. Ulinzi wa Mungu uwe juu yako, ulinzi wa Mungu we pamoja na wewe. Mungu akusaidie, Mungu akutetee. Kila maadui wa ya usiku, yale mandoto mabaya na yakatanda ndani yako navunja kwa jina la Yesu, zile ndoto za kurudishwa nyuma, zile zile ndoto za kurudi kijijini, zile ndoto za kurudi shule, za kuanza mwanzo na kushindwa, na kataa kwa jina la Yesu. Mungu akupe wepesi, Mungu akupe kibali, ukaonekane, ukaonekane, ukathaminike katika jina la Yesu. Kila roho ya aibu na ikataa, navua pepo, na vua pepo la aibu, toka. Roho ya aibu, hauna mamlaka kwa jina la Yesu. Kila roho ya aibu iliyotumwa na inyamazisha, naisambaratisha roho za magonjwa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila watu wabaya wanaokuja rafiki wanaokuja kama watu wa karibu, kumbe ndani yao wamebeba sumu na kutenganisha nao, Mungu afungue macho yako ya rohoni, Mungu akutunze, Mungu akulinde katika jina la Yesu na kuinua, Mungu pamoja na awe pamoja nawe, malaika wazamu wakusaidie, damu ya Yesu inaonena mema, inene mema juu yako katika jina la Yesu. Ninaachilia baraka, naachilia ulinzi, naachilia wepesi katika kila jambo. Mungu akubariki na akutunze kwa jina la Yesu. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Maombi haya ni special kwa ajili ya kuliombea taifa na viongozi wetu hasa wale wenye hofu ya Mungu. Ninaamini maombi haya yamekubariki. Ikiwa unahitaji kupokea vipindi vingine vya kiroho na vitoa kila siku, karibu kwa mitandao ya kijamii kwa kuandika Maombi Ni Dawa Ingia YouTube channel, andika tu maombi ni dawa. Kuna maombi mengi yatakao kufaa kukutia nguvu na kukuwezesha kupata nguvu ya kuomba zaidi. Pengine mara yako ya kwanza kunisikia, nenda YouTube, andika maombi ni dawa, itatokea pale akaunti ya muombezi Pastor Godwin Ndelwa. TikTok andika maombi ni dawa. Unatamani kwa sanami moja kwa moja, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema, uwe na wakati mzuri.